Na tunaendelea, wizara ya ujenzi. Mheshimiwa Shonza, je, lini ujenzi wa barabara ya njia nne kutoka Igawa hadi Tunduma utaanza? Swali hilo linapatiwa majibu na mheshimiwa naibu waziri Engineer Godfrey Kasekenya. Mheshimiwa Naibu Speaker, Barabara ya Igawa Uyole Songwe hadi Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 inaendelea kujengwa kwa awamu kwa kuanzia. Serikali imeanza na upanuzi wa njia nne, uh, sehemu ya Nsalaga Uyole Ifisi hadi Songwe Airport yenye urefu wa kilomita 36 ambapo kwa sasa utekelezaji wake umefika umefikia asilimia 25. Aidha, serikali inaendelea na maandalizi ya kuijenga sehemu iliyobaki ya barabara hii kwa utaratibu wa kushirikisha sekta binafsi yani PPP. Asante Mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa Nyeze ya nashukuru sana Mheshimiwa naibu spika, sasa je, ni lini serikali italipa fidia kwa wananchi waliopisha walio, walio barabara ya by, bypass ya Uyole Songwe? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, bypass ya Uyole Songwe ni sehemu ya barabara ambayo iko kwenye swali la msingi na tunavyoongea sasa hivi mheshimiwa uh, naibu spika eneo hilo thamani yake ya fidia ni bilioni 27.6 na tayari tumeshapokea wizara kutoka wizara ya fedha bilioni kumi ambazo zimepokelewa siku za karibuni. Kwa hiyo tunafanya taratibu za kuanza kulipa hizo fedha kwa wale watakaoathirika, na tunategemea wizara ya fedha itafanya haraka kwa sababu tayari hiyo barabara eh, mhandisi mshauri wa mkandarasi ambaye atafanya hiyo kazi ameshaenda site. Asante mheshimiwa naibu spika.